Ya kitanda hivi irizi eh, eh kwa hiyo Haji alikuwa na rogwa kwenye eh, chupa. Simu wamekuta picha ya chupa ya Haji Manara imeweka eh, chupa chupa, kafungiwa mama we, Haji pole eh. Kafungiwa ndani ya chupa eh, chupa, picha ya Haji kwenye chupa imekutwa <sighs> na nini na Haji mwenyewe kasema, bado hajazungumza lakini watu walumashuda ndio wana eh, sakini yaona jamani, mpaka nimeanguka. Mama pole, simama <todic> mama pole, mama pole, mama mambo mazito pole, mazito sana eh. Mama, hili limekuweza kwa ah, kweli eh? Mambo mazito. Pole mama. Yaani <laughs> mpaka anataka kupanda pressure. Pole mamangu. Pole mamangu. kweli Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV, karibu sana kwenye exclusive interview. Mi naitwa Victor Madaha na and of course. Uh, mi pale ninapokuwa nataka mambo mazuri kuhusiana na mahusiano, kujifunza kuelewa, pia namna gani ya kuishi katika mambo mazima ya mahusiano, lazima nimtafute mamangu hapa, Mama Love Kungwi. Na kiukweli, napenda sana katika yale mawazo na mawazo ambayo anatupa sisi kuhusiana na mahusiano. Mamangu, heshima. Marahaba. Kabisa, alhamdulillah. Siku zote unapendeza tu mama. <laughs> Kwa kweli kupendeza lazima, hii ni moja ya biashara yangu pia, kwa sababu nimejikuta kila siku napenda kuvaa, napenda kupendeza, kwa hiyo na watu walitokea kuwao kila nguo anayoona nimevaa na wao wanapenda, nikasema kwa nini siwe ndio biashara yangu? Kwa hiyo ndio nimeanza biashara rasmi. Kipo ni damu, ni damu yako. E, mimi kuvaa toka usichana wangu napenda sana kuvaa mm. na, na, na mm -hmm. nguo jana uh, mama, kuna kitu ambacho kimetokea kimewashtusha Tanzania wengi sana, ndoa ya Haji Manara pamoja na Zaylissa imefikia tamati maana ya wow, wao wote wawili wamejibishana mpaka maneno kurushana maneno e, kwamba wewe sijui unifikishi mwingine, anasema sijui bwana wewe unatembea na wadogo zangu, kila mmoja anasema na, na, la kwake, mwingine si watoto wangu uishi nao vizuri, unawanyanyasa uwapi chakula. Tuanze kwanza kwenye hilo, ni, ni, nini hasa unazani imepelekea haya mpaka kutokeana, kwa nini hasa wamepelekea kwenye mtandao? Kusema kweli, ukiwa na heshima ya ndoa huwezi kufanya hivyo vitu unaweza ukasema vya juu juu, lakini sio vile vya ndani ya chumbani ambavyo mlikuwa mnafanyiana mnatendeana, huwezi kuvisema vitu kama hivyo. Nidhamu ya ndoa haikuwepo wala heshima ya ndoa na nini, maana ya ndoa haikuwepo, naona kwa sababu maana ya ndoa ni staha, ni heshima, ni busara kwa mwanamke na mwanamme, na katika siku unafungishwa ndoa unaambiwa bwana bwana mume yuko hivi, ukimkuta yuko hivi stahamili, utamkuta na madhaifu yake, mume sio ndugu yako. Yani unaambiwa vitu vingi, kwa hiyo vile ukivishika, sidhani kama unaharibu right. Eee, unaweza ukawa unakwenda kwenye msimamo sahihi, na hata ikitokea talaka haitokei kama hivyo, kuadhiriana na kudhalilishana haiwezi haiwezi kutokea hivyo, na misingi pia ya umetoka umeleleka vipi, umelelewa vipi. Kama umelilelewa kuchambana toka mdogo, basi wewe kwa mume utaenda kuchambana na mwana mme. Pia kama alilelewa mambo ya mitaani, wako na marafiki wanachambana nini, basi mpaka ndani ya ndoa atavipeleka hivyo vitu. Mm -hmm. Watu wengi sana waliyaona haya mahusiano ya Haji Manara na Zaylissa kwa wakati huu kwamba yatadumu, lakini baadaye kena zungumzo kwamba mwanamke alikuwa anatoroka anaenda kwa ex wake, kwa maana mume wake wa zamani ambaye alikuwa ameshaachana naye ikina zungumzo, lakini wao wenyewe wakawa nabisha pengine katika mahusiano yao, ambayo ulikuwa unayaona uliyaona yakifikia ya huko, alikuwa amefika. Leo niseme ukweli, nisiwe mnafiki, kwa mtazamo wangu nilikuwa naona hayataishia mbali. Kwa sababu gani? Mke ni vazi la mwanamme. Mke ni staha kwa mume wake, hasa mke ambaye mdogo, mtoto mdogo anatakiwa kuenziwa na pia kugaidi, kumgaidi mke mdogo. Unatakiwa umlinde, sio unamtoa mbele za watu, hadhara za watu, mara leo uko naye huku, uko naye kule. Ile inapelekea ushawishi fulani kuwa nao. Lakini pia hapo hapo kila mmoja hakuwa sahihi kwa mwenziwe. Hmm. E, ndio katika lipi katika kuoana kuowana, yeah. Eh, kila mmoja sio choice ya mwenziwe, hawaendani ha hawa hawa. Unasema walikuwa hawaendani. Kwa nini? Kwa sababu yule bado mdogo mtoto, na alikuwa na mambo yake ya kitotototo yeah. Na yule ni mkubwa haji, sio mdogo, ni mkubwa. Kwa hiyo yeye alitakiwa aende kikubwa kubwa na mkubwa mwenziwe, na hii kila siku naisema alitakiwa apate mwanamke mkubwa mwenye hekima, mwenye busara. Najua wengi kwenye komenti watasema bau, ulikuwa unamtaka wewe. La hasha, nasemea ile kiukubwa, kiakili za ukubwa. Mwanamme akiwa mkubwa bwana, anataka mwanamke mkubwa mwenziwe, hasa mwanamme mkubwa ambaye alishaoa akaacha, ana watoto lazima aende na mwanamke mkubwa ambaye anajua jinsi ya kumchukua yeye ya kumweka yeye kumhifadhi ye ya akili yake, akiwa mropokaji. Mwanamke mkubwa ana busara, anajua mwanamme akiwa yani, kama vile chachari chachari, anajua amweke vipi. Akiwa msemaji semaji, anajua amvumilie vipi, anajua kumfahamisha. Sasa mtoto mdogo anakufahamisha nini? Yes. Eh? Mtoto mdogo atakufahamisha nini? Sikwambia mtoke mwende ma, ma, ku enjoy, ma night naiti nini sijui ma nini? Eh? Mtoto mdogo huyo, yeah. Mtoto mdogo saangapi atakwambia wewe kaa usali, hasa mtoto mdogo wa mitandaoni eh? Manara sio kijana, yeah. Manara kashapita thelathini huko arobaini huko sijui ndio kashafika na mingapi haya. Sasa mdogo huyo. Eh. Yeah. Yule mdogo Um, nani hamsi, kwenye hamsini ndio kwenye kama hivi. Mimi mimi hamsini na sita sasa, mimi niende nikaolewe, mna mtoto mdogo anioe? Nitakuwa mtu mzima ovyo. I, unaweza kumwoa mtoto mdogo ambaye ameleleka kwenye maadili gani, umemkuta kwenye mazingira gani? Lakini sio hao unaowakuta wewe, mmekutana wapi, mmeenda mmecheza, mmeshikana viuno, alafu eti mnapelekana ndani mkaoane mtihani hey, wa hesabu. No, no, no, no. Unaniambia hii hey, ndio walikurupuka. Ina maana kuoana hawa hawakukaa wakafikiria nini wafanye? Walikurupuka papa haya wakaoana ndio. No, no, moja maneno ambaye alianzisha Zailisa kuyazungumza, akasema kwamba Haji alikuwa anatembea na mtoto wa damu yake, kwa maana ni ndugu yake wa damu ambaye alikuwa anaishi nao pale. Kuna baadhi ya ndugu wengi wa Zailisa wanakaa pale maneno kama yale. Haji Manara, kwa namna ambavyo mtambua wewe, ni kweli, inawezekana kali alikuwa anafanya hayo mambo. Hasan, niulize uzailisa kuwa ni, ni, ni Mpemba, mpaka anachukua ndugu zake wote anapeleka kwa mumewe eh? Wewe paka paka, shume unampelekea kipanya kidogo kidogo, akilinde kweli? Mpaka unampelekea panya amlinde, si hatamla tu, atamrarua rarua eh? Sasa we unadhani mwanamme mwanamme, hata mama yako mzazi anaweza kumlala, nakwambia ukweli eh. nakwambia mwanamme, roho ya mwanamme japokuwa Jamani, nisamehe, watoto wangu wazuri, japokuwa sio wote yes, sio wote yes, sio wote utakaofanya hivyo, lakini wanaume baadhi yenu mm, ah, nyata shetani anawaogopa. Tukapendeza kabisa. Yaani ikapita imetupa binepita tu tumba ya kike yeah. Wao wakisikia tu harufu ya tumba ya kike tayari ndugu zake. Ndio, kwa sisi huwezi ukachukua ndugu zako ukawapeleka hasa kwa mwanamume yule anayejulikana kaoa wake wangapi sijui tena wadogo wadogo, na unampelekea mtoto mdogo. E, Mungu we, tumesimama uombee umati wako kweli. E, basi kafika pabaya sana sana sana mkeo, yeah. Ndugu wa mkeo si ndoa kwako wewe yeah. yeah. Sasa je, mambo yale angeyafanya Zaylissa, angemchukua ndugu yake Haji au ya angemchukua mwanawe Haji ingekuwa, pali, ingekuwa pa pazuri hapo tamu, yeah. Ah, kusema kweli kama kama ndo yamekuwa hayo, kakosea Haji mtamanifu. mm, anaonekana ah. mm, bado hajakinai kuna ile kwamba unamsema una, una, una, una mwanaume kumsema kwamba sijui kitandani aniridhishi ani, ani sijui na nini. Mtu ambaye mlikaa mkafunga ndoa, mmeshia kitanda, kwa hiyo kitandani amridhishi, mi nakataa uongo. Yeah. kitandani akuridhishi, hata kama unamfunika mto. Yeah. Lakini atajua acheze kuchikuchi hotahe. Yeah. Vyovyote atajua atakuridhisha tu. Yeah. kwa vyovyote E, kama ha hawezi kitandani basi hata chini kwenye kwenye kapeti ataweza. Yeah. Ah, haiwezekani. Kwa kuwa kitandani hawezi haji hilo, yeah. Ah, yule uongo Simani, tuenga, kwenye. Yuko vizuri, itakuwa wanawake wote wale, mbona mpaka anapata watoto. Yeah. Kitandani hawezi tu, ah, weo. Kwa nini wanawake wamekuwa ki, ki sana kusema haya maneno? Ndio silaha yetu wanawake wengi silaha yetu wanawake wengi kitandani hawezi. ya Yani hilo ni kashfa. Yani mwanamume ukimwambia kitandani hawezi, si umempa sumu? E, unamfanya tena kama hata anaweza anue turbo ya Mama Love kungwi ajibusti ndio afanye apate booster. Kweli nakwambia ukweli, mwanamume yeah. tusi kubwa ukimwambia kitandani hawezi kitu. Ah, kama umemuua kama umemchoma kisu cha moyo yeah. nakwambia kweli yeah, ka... sumu, umempa sumu sana sana sana, umemwadhiri, umwambia kibamia, alafu tu na hiyo kitandani hawezi eh! Nakwambia turbo ataitafuta ilipo kweli. <lipo> Eh, unajua <lipo> hakupaswa kuyasema hayo, kwa sababu wamekaa karibu miaka minne, akumbuke na fadhila pia <lipo> eh? Usitukane mamba kabla hujavuka mto. Yule kasema kakusomeshea mwanao, haya kweli kakusomeshea mwanao? Hebu angalia e? Yaani akumbuke pia akasaidiwa na ile kumtoa tu, kumtoa huko, kumpeleka pale, akakaa akaonekana. Japokuwa alikuwa maarufu, hakuwa maarufu kama hivyo alivyofika. Kwa Haji akapata brand ambassador ngapi, alikuwa mwenyewe anapendeza Ekwele, mtoto tuiga tuiga sasa kweli, kweli, anapendeza Zaylissa, we katoka huku kaenda huku, akifanya vividio vyake vinini vinini, wenzie anawarusha roho anawatoa roho. Maana unadhani watoto wenzie hawapendi kama vile atamani? na mimi ndio maana nasema mapenzi ya kuyaonyesha kwenye Instagram, mm -hmm. hata kama una maendeleo yako ukiyaonyesha Instagram, ushajipa sumu mwenyewe. Hajikosea hili Haji e, hajikakosea pia kumtoa toa mkewe onesha mara leo yuko huku, alafu unadhani watu wote wanapenda. Asema, eh, sasa kuinspire sio namna ile. Basi hata kwa mwezi mmoja mmetoa kitu kimoja eh. Kila siku mkonyie, kila siku mkonyie, hasa siku hizi eh, watu kila akiona hawajaenda tu kwa mganga, wanachukua wa sindano wanachomachoma huyu oe, mchome wachane, wafanye eh, nakuambia choma, eh? Eh, binadamu wabaya sana eh? wabaya sana waogope sana binadamu. Mazungumza kuhusu haya mambo ya shiriki, lakini pia natajwa watu wamefuma irizi, imefuma irizi, irizi chini ya kitanda. Usiniambie kirezi, mama angu! Wapi? Nani ndani? <laughs> Ilizi, watu wanasema ilizi zimefuma. Si sasa hivi ilizi? Eee. Eh. Kwa hiyo Haji alikuwa narogwa? Eee. Eh. Kwa hiyo chupa simu, wamekuta picha ya chupa Haji Manara imeweka. Eee, chupa? Chupa kafungiwa. Mama we Haji pole. Eee. Eh. Kafungiwa ndani ya chupa? Eee, eh, chupa, picha ya Haji kwenye chupa imekuta. Ah. Na nini? Na Haji mwenyewe kasema. Jamani, mpaka nimeanguka, mambo mazito sanakweli mambo mazito eh. Ah, eh. <laughs> Yani mpaka nataka kupanda presha kweli eh, yaani ndo kwanza nimeanza kuyasikia eh. Kweli umeona, kweliabilaam watu watoto wengine, msioe, msioe. Aya, kaenda kufutikwa sasa, kawekwa ndani ya chupa hey! bado kidogo ingepelekwa baharini, na ingepelekwa baharini, mchezo ungekwisha hey! Kwa hiyo kaigundua baharini mwenyewe, amlea mlea kinundu, mchezo umekwisha, ingekuwa hili. Hey. Hey. Eh? Hey aji tungekuona, tunamsikia ananinyinia tu, ungesemaji ule ungekuwepo <tukawaégia> alikuwa aongei, ndio maana akatiwa ndani ya chupa eh. E, mtu kimtia ndani ya chupa ndo maana yake, asiseme asifurukute, anionemie tu eh, kila kitu anipemie hivo eh. La haula wala kuwata, ila bilahi, watoto wangu wazuri jamani eh. Huo mchezo mbaya, mmeniona eh. Mama yenu mpaka limeanguka kweli Eh? Hey, inasikitisha lakini kuna mafundisho ndani yake, yeah. Kwa hawa ambao wasanii hata mm. hao watu wako kwenye mitandao wanao inspire watu mm. Tuangalie sana mm. Tuangalie sana mm. Yaani wanaishi maisha ya kutuonesha kuwa wao nani mm. Na sisi tukitaka kuwaiga kumbe tunapotoka eti. Ndio ishi maisha ya kwa kwako wewe mwenyewe kama wewe Eh, usige maisha ya mtu eti oh, umemwona Mamalove Kungwi sijui ana kitu gani na kitu gani mm. Unaiga, utakufa, utakufa e, kifo kibaya e. Ndio sana umemuona sijui nani, sijui kafanya nini, na wewe unataka kufanya mm -hmm. Sio vizuri mm, sana sana. Mungu awasaidie kwa kweli, kama katiwa ndani ya chupa haji eh. Mungu amsaidie kwa kweli. Eh, ndio ndio ndio mbaya sana hiyo, mbaya sana kumtia mtu ndani ya chupa, ndio hizo shirki e. Sasa mle ndani ya chupa, we mtu akitiwa ndani ya chupa anatoka e? Niambie, umefungiwa e, umefungiwa ndani ukae umomo utulie. Wanawake wengi ambao watu washirikina hmm. wanafanya hayo mambo unafanya. mm walozoea shirki e. Mm, lakini mtu ambaye hakuzoea shirki kwao hakuna hivyo vitu, hawezi kufanya vitu kama hivyo e. Watu wanasema pia kwamba aliyekuwa mume wake wa zamani ex wake Dullah Makabila, labda inawezekana kwenye hili pia naye anahusika, kwa sababu al, masa alizungumza kwamba alikuwa anaenda kulala kule kwamba mm, alipotea ile, mpaka kupelekea na mahakamani kufungana kesi mm, alikuwa anaenda kulala kule alikuwa anaenda kulala kwa Dula Makabila basi, yeah, <laughs> kwa Dula kunarudi tena, ngoma inarudi kwa Dula nakwambia, baby come back, ngoma inarudi kwa Dula. Dula mganga wake, sijui kama mtu wa Nigeria <laughs> Inawezekana mganga wa Nigeria wa Dullah Baya. Sana sana sana anarudi eh? ah, Sa anarudi yule Loma. Mi ah, mi siwezipen siwezi, wapendana wenyewe, warudia wakirudiana wenyewe, mi niko nimefurahi, nitafurahi tu eh. Kwa sababu yule mtoto kalia sana eh. alikuwa anampenda bado Zaylissa eh. na yule mtoto wa mwenzie wameendana Vijana vijana. Mm -hmm. E, zile pirikapirika pirika zao ziko sawa, mwana wanaenda mwana sawa eh, wanafanana hata tabia zao yani wako sawa kusema kweli hmm. Mwanamke mwana, kidogo ah, hapana kidogo, hey. Unaweza kuwa mwanamke mdogo lakini ukawa na hekima na busara fulani hmm. Lakini kwa wao wote ni wale wale hmm. Kwa hiyo wanaendana tu e, pipa na mfuniko kwa falo wakifunga waki ndoa hapa leo ah, unaonaje? Ah, nitafurahi eh, tafurahi sana. talaka tatu eh. Eh, kama talaka tatu sasa asiolewe, kuna ubaya gani sasa jamani? Ndo unamrudia ambaye alikupa talaka tena? Ah jamani, kwani si anapasha kiporo eh, anaona naye ndio, sio vibaya. hakuna hakuna tala ajabu wanaweza kuona na tena wanaweza wakadumu mm. Tukaanza kushangaa hey, eh. Mbona wamerudiana mwaka ukapita, miwili mitatu, mara wakazaa eh. Mara wakaendelea wakaendelea eh. mpaka tukashangaa. Wakaendelea mpaka mwisho wa dunia shata, shata. Yeah, sana kama kashata Dula kwa namna unavyomwona yule mm. E, watawezana kwani? Dullah na Dullah si binadamu wa kawaida tu, waliachana ndio, lakini Dullah binadamu wa kawaida anaweza mara hii akajirekebisha mabaya yake mm. akamrudia tena kuliko hasa vile, kuliko mwanzo. Ndio, yani ya mwindo ikanoma kweli, ikawa picha la kihindi ah. Una, unaambia nini sasa mabinti zako pia hawa yale ambayo wamerushiana kwenye mitandao pia kwa Haji pia maana watu wanasema kwanza, Haji hii ndoa ya sita si ya tano hii, kumbe ya sita. Watu wanasema ndoa ni nyingi e, Mungu wangu, mi nasema Haji yasioe tena e? namwonea huruma ujue. Asioe tena yuko yuko ndani hivi wakajifungia umo e? huwezi kujua e? atachanganyikiwa baba wa watu maskini. Ah, we haya matukio sio madogo hivyo, nchi imesimama, eh? nchi imesimama nchi imesimama eh, watu wote umbea ni wa moto huo, watu wote ni hilo sakata tala Haji, eh, sasa hivi watu sasa ndio watajua Haji ndio mbaya, wataona Haji ndio mbaya kwa, kwa sababu mabinti wote wale anawaacha eh? wazuri wazuri ataonekana mbaya yeye eh? lakini kwenye ndoa bwana, huwezi kusema mbaya nani mzuri nani wote eh? wamekosea kwa hili niseme ukweli tu, wote wamekosea. Mwanamke kakosea, mwanamme kakosea, madhaifu yao. Walitakiwa walivoana, tulikuwa tumeona tu kwenye mitandao, lakini pale kwa shehe hatukuona sisi, si ndio? Nakumbuka ndoa hatukuoneshwa, tulioneshwa picha tu. Kwa hiyo ingekuwa siri vile vile, walivoachana wangeachana kwa siri vile vile, vile, vile. si una maneno maneno. Mm. Vile, ndio eh? lakini ndoa wameiroga wenyewe wameiroga wenye. Kwanza yani, walikuwa wamejitanua sana kupita maelezo mm. Kila siku mara ili mara lile mara mke wangu nampenda, mara mke wangu sijui namfanya hivi na mwenzi mke wangu haya, mm. Mm. maneno alizidi sana mwanamume. Akiwa na maneno mengi haishi na mwanamke. Hala, msiwatie bure watoto wa watu maana nyie mmezidi mara Arusha aina Arusha aina a, -a mumkome. Mtoto wangu mzuri hayumo kabisa, hayumo sasa hivi, atulie. Sasa ngojea saa hivi. La ajabu kwake lipi? kama ni hao mabinti wadogo kawapata, uh, eh? kama uh, mke mkubwa alikuwa naye watoto uh. wanao, sasa anataka nini wakulea wakuzeka naye, ndo watafute mzee mwenzi. Mm. Achane nao, hawawezi au hawamwezi? Hawawezi, sio hawamwezi. Kuna <laughs> binti mdogo asiyemweza haji subutu. <laughs> <laughs> Hey. Mm. Mm. Yeye yeah, yeah, yeah. Hawawezi mabinti wadogo hawa, hasa hawa wa mjini hapa, yeah. Akitaka akaowe huko shamba. Tumalizie la mwisho, mama nimeona Harmonize alikuwa akizungumza akiwajua, akasemaje? anatamani mpaka kesho aweze kurudiana na Kajala na nakumbuka sasa hivi karibia miaka miwili tokea waachane, pia na imekuwa hii ni kileo cha watu wengi na watu wengi wanaipenda kapo yao kwa kuangalia. Unadhani ni ni kwa nini hasa Harmonize amekuwa akimlilia sana Kajala muda mrefu? ni nini alipewa? Nadhani alikuwa yeye ndo chaguo lake, sio kitu chengine, ni chaguo lake na kama Mungu akijalia labda Kajala abadilishe dini amuoe awe mkewe basi. Yeah. Mm. Waishi, waishi kwa yani waishi kwa ndoa sio tena kwa vile kwa mtu na mwanamke. Ah. Yeah. Wake kwa sababu wao pia sio watoto. Yeah. Ni wakubwa. Mm. Kwa hiyo wa... kujia kuishi kwenye ndoa watakuwa na raha sana. Mm. Mm. Okay. Ni wakubwa wao ndio. Yeah. Wataendana ndio watawezana, mapenzi uh-huh. yatakuwa ya moto. Mm. Ha, lakini sijui eh? mm. <laughs> Paula nasikia anakataa sana e, mtoto eh? kako- kagoma nasikia alimwona mm, kwenye mpira kule sijui ali Juma Lokole naye e, Juma, nawe wewe una vituko <laughs> e, e, akamsogeza uh-huh. e, na, nasikia Paula kakata jicho hilo yeah. Afu mtoto wangu mzuri jicho analo jicho <laughs> <Hey. laughs> analo hivi ndo ndo ndo ya Jux na na Priscilla nasikia uh, watu watakaa mchango ni milioni tano we mm. tano mtu mmoja usiniambie, yeah, Nigeria wata ah huko kwenda wa Nigeria Nigeria milioni tano. tano thubutu zaidi ya hapo yeah. kwa hiyo watakodiwa na hoteli na, na hey, nasikia ndio watakodiwa hoteli, watawekwa hoteli ya bure, wanakwenda na watu wao. Ama Mungu awazidishie kwa kweli, tu yaone, waturushie tu tuone mm, kwa namna wanavyoiona ilivyo sasa. Sasa hivi, sasa hivi nadhani kuna kitu wanatengeneza, sio tena ile ndoa ndoa e, hiyo ya hadithini ndoa e. <laughs> Ya kwenye hadithi alikuja akaenda akarudi akamwona binti falme e, alikuwa anachuma ua. Hapana eh. Mm -mm -mm. E, sio Mama tumezungumza mengi sana. Na bahati nzuri sana kitu ambacho kingine nakipenda kutoka kwako ni namna ambavyo umekuwa pia unaelimisha Watanzania kuhusu namna gani ya kuishi katika mahusiano, lakini pia uachi hivi hivi. Kama kuna uzembe unatokea katika mahusiano yao, kuna dawa za kutumia, tumieni hizi. Mm -hmm. E, mtu labda unahitaji upendeze mwanamke pia lazima upendeze pia mwanaume akupende pia unawaletea mavazi pia. Mm -hmm. Kwanza tuanze kwenye mavazi. Sasa hivi tumefikia hapa. Kwenye mavazi sasa hivi ndio nimeanza kama mwezi wa watatu au wanne ndo nimeanza rasmi, yani kwenye peji yangu. Sasa hivi sana mtaona nguo e, turbo mtaziona kazi, za, kazi yangu ile ya ukungwi naendelea kama kawaida lakini kazi ya nguo ni nimeiweka mbele pia, na muda nitaenda nitatoka kidogo, nitasafiri, nitakwenda kuchukua ba baadhi ya hizo abaya. Siku hizi kila kitu abaya, hata mm, hii nguo kama hii wataiita abaya na wakati sio abaya. Abaya ni baibui. Kwa hiyo uh -huh, nitaleta abaya, nitaleta nguo tofauti tofauti mpya, lakini sasa hivi nauza used na mpya. Hii unaiona ni nguo used, lakini used grade A, eh, grade A hii laki na nusu laki na nusu. Yani, nguo unavaa unatokelezea, hata mama mwenyewe anakuonea choyo. Stones hizi zinang'ara, yani kama vile mtu akiwa kule anakuona wewe tu peke yako, alafu hii unavaa peke yako. Kama mtu umemnunulia mke wako anajisifia, mume wangu kanunulia kitu mm, usiku kumbini wewe peke. Uzuri hili vazi, unaingia nalo popote. E, ndiyo, alafu halina joto E na nchi yetu hii ya Tanzania, mm. na joto letu hilo. Kwa hiyo hii nguo haina joto nzuri, anavaa mtu mnene mnene, big size, ili ni kama koti nje na ndani, inakuwa kama ni nguo ya, ya kuvalia ndani. Eh, sildi ipo turbo, ndio habari ya mjini sasa hivi. Sasa hivi watu wengi wengi wananipigia turbo eh, wananiambia anti, bwana, sisi ndo hivyo tena, jogo jogo hapandi mtungi eh. Mi naambia haya, nunua turbo, turbo hani huyu, hapa yupo Ani. E, kuna mmoja akajaribu akasema hey, anti hmm. Yani, mke wangu mpaka aliniambia, mume wangu leo kitu gani umekula? Aliniuliza hmm. Manake kila siku hui kama hivi ulivyo leo hmm. Leo mume wangu nimefurahi sana hmm. Akamwambia hii ni turbohani ya Mama Love Kungwi Kung. E, mwenyewe alinitumia message wa mwanamke akanambia, mama hongera, kazi nzuri. Yani mume wangu usiku kucha siku lala la. Sikulala kaniambia sikulala na na, kama miezi sita mume wangu hayuko vizuri mm. mpaka nikawa namtilia mashaka mm -hmm. kwa hiyo sasa hivi mume wangu karudi kuliko kama mtoto mdogo mambo mm, hey. mazuri Kinda. sana sana, la mwisho mama, naambiaje sasa watu wanakupataje sasa? Ah, kwa kweli mimi napatikana kwenye peji yangu ya Instagram Mama Love Kungwi mm. lakini pia niko kwenye TikTok TikTok ni Mama Love Kungwi. Mm -hmm. Facebook nadhani sija share Facebook na Instagram yeah. Lakini pia Facebook watu wanaona wakiona wananitumia meseji kwa, kwa simu yeah. Nawaambia, jamani mimi Facebook siingii, si okay? Kwa hiyo wao pia waingie kwenye Instagram yangu wale ambao wako Facebook yeah. E, wananipata huko. Asanteni sana, asante sana, karibuni sana. Okay, um, mtazamaji wa Bongo Plus TV, nilikuwa nazungumza na Mama Love Kungwi, tunazungumza mambo mengi sana kuhusiana na mahusiano e, ushauri pia kwenye ndoa hizi na mambo mengine mengi tofauti tofauti ambao pia umejifunza ambacho umekipenda kupitia hii interview, tambia katika sehemu ya comment. Pia utakuwa umetisha ile kina manoma. Mi naitwa Victor Madaha, hii ni Bongo Plus TV. Usisahau kutufuatilia kupitia mitandao yetu yote ya kijamii tunatumia kama Bongo Plus TV, asante.